Tuelekee kaunti nambari tatu ambapo afisa wa afya ya umma huko Kilifi ameweka rekodi kwa kukusanya nepi zilizotumika zenye uzani wa tani zaidi ya mbili katika muda wa siku tatu, juhudi hizo zinazolenga kutoa hamasa kwa jamii kuhusu umuhimu wa kutupa nepi inavyostahili. Kevin Anungo anasema hatari ya mlipuko wa magonjwa inakodolea macho jamii, hasa mvua itakaponyesha, akizikosoa kampuni za nepi kwa kukosa kutoa mwelekeo madhubuti wa kutupa nepi hizo baada ya kutumika. Yani, jamii kwa ujumla wanatumia hizi nepi kutoka kwa kampuni tofauti tofauti kwa, kwa matumizi ya watoto wao, lakini sasa shida huo inakuwa pale pa kuzitupa kuzi, baada ya kutu kuzitumia. Hii kinyesi inasababisha maradhi kama cholera, kuharisha, typhoid, halafu na kuchafua mazingira yetu, maji, ocean zetu zote zinachafuka. For the diaper companies ni kama hiyo, uh, gap yao inaishia tu pale kwa kwa ishatoka kwenye kampuni imeenda kwa kwa, kwa kwa retailers to retailers to the consumers, the consumers. So mimi ningependa ile idea ya extended producer responsibility iweze ku kukaliwa chini sa policy ikaliwe chini iweze kushughulikiwa, ndio wale maproducers wa hizi diapers waweze kuwekwa mikutano, waeleze kwamba after manufacturing your diapers you are supposed to go back to the ground, ili mtume scouts ama mtume watu kwa field waweze kuweza kujua, je diaper yao imetumika, je imekuwa dispose wapi, na ni mbinu gani ambayo hii kampuni inazatumia ili kuweza kukab hii situation ya, ya diaper kwa consume consumers